Hello guys mambo zenu bado, tunaongelea vagus nerve na hapa nataka tuiangalie vagus nerve kwa, kwa upande wa digestive system, kwa sababu ndio mshipa mkubwa ambao unaunganisha mfumo wa mmeng'enyo na brain yako. Tumeshakubaliana kwamba mmeng'enyo ni brain namba mbili, kwa sababu hii ni brain namba moja. Sasa utariseti vipi huu mshipa unaoitwa vagus nafu utaureseti vipi? Kwa kuhakikisha kwamba unapatia mmeng'enyo wako vyakula ambavyo vinasaidia kuamsha bakteria muhimu wa tumboni, yani probiotics. Ehe, nimeongelea sana probiotics kwenye ma, mafunzo yangu mbalimbali mbali. Sana sana sana sana, lakini nataka niongelee tena leo fermented cabbage ehe unajua fermented cabbage inatakiwa iwe mfumo wako wa maisha aitakiwi kuwa kitu ambacho unakula tu pale unapojisikia inatakiwa kila unapokula chakula fermented cabbage iwe chachando hapo kama unataka kupona acid reflux, e, vidonda vya tumbo, constipation, fermented cabbage lazima iwe mfumo wa maisha kabisa kabisa kabisa namba mbili yogati ambazo hazijawekwa sukari kupita kiasi, kemikali nyingi, yani natural fermented milk, au maziwa yaliyosindikwa, tuseme maziwa mgando kwa kifupi, yale maziwa yaliyogandishwa kiasili. Wale wenzangu wanaoishi vijijini ambao bado wanagandisha maziwa kwenye vibuyu makofi kwenu, wale ambao bado wanagandisha maziwa kwenye vyombo vya asili makofi kwenu. Hiyo ndio inaitwa fermented milk au maziwa ya mgando, yanasaidia sana kupromote au kuamsha bakteria. Yana kiwango kikubwa cha probiotic kama tu fermented cabbage. Naona mjini siku hizi kuna kombucha, eh, kombucha imekuwa habari ya mjini. Naona hata watu wanajitengenezea wenyewe nyumbani. Yes, unaweza kufanya. Ni kinywaji chako cha kuku, kwanza ni kitamu, kinaondoa kiu, lakini kinakupa afya ya meng'enyo, inakusaidia sana. Eh, unataka ku reset Vagus Nerve eh, kuhakikisha brain yako inaweza kufocus, kwa unlock mwili wako na kupambana na magonjwa, chronic inflammation, anxiety, depression, kukosa focus. Amsha eh, mfumo wa mmeng'enyo. Tunazungumzia Vagus Nerve na connection yake kwenye organs zako eh, eneo la kwanza la kufanyia kazi ili huo mshipa ureseti na uanze kuwa active. Ni mfumo wa mmeng'enyo kwa sababu mshipa unatoa taarifa kutoka kwenye mfumo wa mmeng'enyo na ogani zako kupeleka kwenye brain. Uko confused kwa sababu una constipation, upati cho unakosa kuwa na focus kwa sababu kila saa tumbo limejaja. Eh, nilishasema ukiwa na shida tumboni hata kufikiri kwako inakuwa ngumu sana. Eh, upe mwili uwezo kupambana na magonjwa. Amsha eh, mshipa wa Vagus, Vagus nerve kwa kuamsha afya ya mmeng'enyo activate microbes, eh, microbiome, floras, wawe active. Amka asubuhi patacho, eh, release kabisa, mwili uwe mwepesi. That's the secret. Hiyo ndo siri. Hi guys, tuendelea kufuatana Mungu awabariki, eh, mwe na afya njema. Cornwell Tanzania, tuko Victoria, Dar es Salaam, Kimbiji, Kigamboni, na Dodoma. Produkti zote zinazohusiana na afya ya mmeng'enyo, zinapatikana kwenye vituo vyetu. Kama ujui pa kupata fermented cabbage tutafute e. Ukitaka tukufanyie fermented kombucha, tutafanya kombucha, utakunywa eh, vyovyote wewe. Tutafute, utuambie una shida gani, unajaa yeah, asidi, una vidonda vya tumbo, nakosa choo, unakosa usingizi, una kuna anxiety, depression. E, uko kwenye mambo ya menopause, menopause inakuchanganya akili, eh, perimenopause menopause, hizo ah huko kwenye e, e, e, andropos <laughs> zote hizo tutakusaidia, tutahakikisha kwamba uko salama. Kumbuka tumefungua chuo, chuo kiko pale Victoria, mafunzo yanaendelea online na fiziko kwa wale ambao wanataka attachment, watu wanafinda kwenye vituo vyetu. Wasiliana na sisi kuweza kujiunga na kozi zetu. Kozi inayofuata mwezi wa tatu, mwezi wa tatu Tunaanza kufungua dirisha la kupokea wanafunzi, madarasa yanayoanza mwisho wa mwezi wa nne tutakapokuwa tuna lonji karikulamu yetu. Mungu awabariki, mwe na siku njema, asanteni sana.